Bana mambo vipi? Kama kawaida, kama ilivyoada, na leo tena, basi tunaendelea na sehemu ya tatu. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi usiache kusubscribe, lakini pia kulike ili tuweze kwenda sambamba. Kama unakumbuka, basi mara ya mwisho tuweza kuishia pale ambapo Sunwoo lakini pamoja na Shin Woo-yeo walikuwa tayari wanagundua kwamba kuna kiumbe cha ajabu mtaani na waliahidi kuweza kufuatilia. Sasa siku iliyofuata Lee Dam alielekea chuoni, lakini Sunwoo alimfata kila mahali. Alifanya hivyo kwa sababu alimwahidi shinu huyo kwamba angembinda Lidam kwa uwezo wake wote. Nakumbuka tayari tushaanza kuona kiumbe cha ajabu kichijibadilisha na kuwa paka. Baadaye Lidam alienda maktaba peke yake ili akaazima vitabu. Alipogeuka aligongana na mtu mmoja, mwanamume huyu alinyenyekea, akamokotea kitabu na kumwonya awe makini. Lidam alipatwa na wasiwasi wasi, lakini ghafla alisikia sauti ya shinu huyo ikimwita kutoka nyuma. Shinu huyo alimuuliza alikuwa anafanya nini. Lidam alieleza kwamba alikuwa anagongana tu na mtu, lakini alipogeuka tena alishangaa haoni. Akabaki kujiuliza alikuwa naongea na nani, lakini alipuzia tukio hilo na kuendelea kuchagua vitabu. Usiku uliofuata Lidam alikuwa akipita karibu na duka la maua, alimuona msichana ndani ya duka hilo. Mandhari hiyo ilimkumbusha picha aliyowahi kuiona kwenye kitabu cha Shino huyo. Alikumbuka kwamba msichana huyo aliyekuwa dukani mbia alikuwa mpenzi wa kwanza wa Shino huyo, kwani sura yake ilifanana kabisa na ile ya kwenye picha. Didam aliisi wivu kuwa stoi kuhusu mpenzo wa zamani wa Shini ilikuwa ya miaka miatano iliyopita. Muda si muda, Shini naye alifika maali pale na kumwona msichana aliyekuwa dukani. Didam alitambua hali ya wasiwasi na alimvuta Shini akitaka akitakwwarudi nyumbani, lakini Shini alikataa kuondoka, akisema kwamba anahitaji kununua kitu ndani ya duka hilo na atakuja nyumbani baadaye. Shini aliingia ndani ya duka la maua na kumwona yule msichana, aligunua kwamba sura aliyokuwa nao haikuwa ya kweli Alitambua kuwa msichana huyo alitumia uso wa mpenzi wake wa zamani ili kumrubuni Lidam. Alimwona vikari asurudie tena kufanya hivyo. Kumbe lengo la msichana huyo ilikuwa ni kupata ile mabo, yani lile jiwe la kichawi lililoko tumboni mwa Lidam. Baada ya kusikia hayo, yule msichana alibadilika na kuwa kama mchawi mwenye muonekano wa kutisha. Alitabasamu kwa kejeli, kisha akatoweka eneo hilo. Chini huyo haraka alirudi nyumbani na alimvuta Lidam ndani ya nyumba, alimwambia wazi kuwa mpenzi wake wa zamani alishakufa na kwamba kwa sasa anachojali ni kumlinda Lidam pekee. Kuanzia siku hiyo, Shinuyo alikuwa akimfuata Lidam chuoni ili kuongeza usalama wake. Sasa mitihani ilikuwa inakaribia na Lidam alizidi kuwa bizi na masomo, lakini Lidam hakujua kwamba kuna mtu aliyekuwa akimvizia kwa siri. Kumbuka yule mwanamke mchawi alikuwa akimfuatia Lidam ili apate ile mabo iliyo ndani yake. Sasa usiku mmoja, Shinuyo alipokuwa ndani ya gari lake, alihisi hali ya wasiwasi na alichukua simu ili ampigie Lidam, lakini ghafla alipokea simu Simu hiyo ilikuwa kutoka kwa afisa mmoja aliyekuwa akifanya utafiti kuhusu matukio ya kutoweka kwa watu. Alisema kuwa sura ya muuaji inaonekana kuwa ya mtu anayejulikana. Shinuyo alijitazama kwenye kioo cha gari na alijiuliza, je, muuaji huyo ana uwezo wa kujibadilisha sura kama yeye? Upande wa pili Lidam aligundua kuwa Shinuyo alikuwa amefika maktaba kumtafuta. Alifurahi sana na akauliza kwa nini aliyemfata. Shinuyo alimwambia kuwa alitaka tu kuhakikisha kama yuko salama lakini macho ya Shinu huyo yaliamia ya tumboni mwa Ridamu na alipoona mwanga mwekundu king'aa alitabasamu na akaanza kunyosha mkono wake kwa ajili ya kugusa tumbo la Ridam, lakini kabla hajafanya hivyo, vitabu vilianguka. Ridam alipoangalia nyuma, ghafla Shinu uyo alitoweka. Kumbe mwanaume aliyemuona hakuwa Shinu huyo halisi, bali alikuwa yule pepo wa kike mwenye sura mbaya. Alikuwa amejibadili na kufanana na Shinu huyo na alijaribu kutumia fursa hiyo ili aipate ile mabo iliyo mwilini mwa Ridamu. Lakini shinu huyo tayari alikuwa amesha sanuka, na bila kupoteza muda alitokea ghafla akamkamata yule pepo shingoni na kumbamiza ukutani kwa nguvu. Hata hivyo pepo hilo lilifanikiwa kutoweka. Muda mfupi baadaye, mungu wa milima aliyekuwa na mamlaka ya kudhibiti kila kitu alifika. Alimkumbusha shinu huyo kuwa Lee Dam ni mstari wake wa mwisho wa ulinzi, ili aweze kubadilika na kuwa binadamu. Aliongezea kuwa shinu huyo anahitaji kutoa nguvu kutoka kwa Lee Dam, lakini kama hataki kumuumiza Lee Dam basi ni lazima atafute njia nyingine haraka iwezekanavyo. Siku iliyofata Shin Woo-yeo alimwalika Lee Dam waende wote kwenye safari. Lee Dam aliposikia hivyo alikumbuka jinsi Shin Woo-yeo hakupenda kusafiri hapo awali na akajiuliza kwa nini amebadili msimamo. Shin Woo-yeo alimwambia kuwa amefikiria kwa kina na sasa anataka kusafiri pamoja naye. Lee Dam alifurahi sana, lakini hakugundua kuwa Shin Woo-yeo alikuwa na nia nyingine tofauti. Kumbuka yule mungu wa milima alimwambia afanye haraka kuchukua nguvu za Lee Dam kama anataka kuwa binadamu. Walipoanza safari yao walipiga picha nzuri pamoja na walifurahia sana, kiasi kwamba Lidam alitamani kuwa pamoja na Shin Woo-yeo daima. Kilipofika jioni, mazingira alikuwa kimahaba, lakini alijawa na huzuni isiyoeleweka. Lidam alipendekezwa arudi tena mahali hapo mwaka unaofuata, lakini Shin Woo-yeo alijanda kwa muda mfupi, kisha akaamua kumweleza ukweli. Alimweleza kuwa alimlaghai tangu mwanzo. Alikiri kwamba alikuwa anajua jinsi ya kuondoa jiwe hilo la kichawi lakini hakufanya hivyo kwa sababu ya, ya ubinafsi wake wa kutaka kuwa binadamu. Alimwambia kwamba alikuwa anahitaji mwili wa Lee Dam ili kulisha jiwe hilo la kichawi, lakini sasa alikuwa ameamua kumaliza yote. Alimwambia Lee Dam kwamba atakapoamka kesho hatakumbuka chochote, yaani zile moments zote walizokuwa pamoja. Na hatimaye Shin Woo-yeo alitoa maboyo, Lee Dam alibaki kutoa machozi asee. Siku ililofata Lee Dam alipoamka maisha yake ya yalionekana kurejea kama kawaida. Hata hivyo, alipokuwa akielekea chuoni picha za kumbukumbu zilianza kujitokeza akilini mwake. Aligundua kwamba bado anakumbuka kila kitu na akabaki kujiuliza ni kwa nini Shin huyo alimruhusu abakie na kumbukumbu hizo. Lidam alianza kuhisi huzuni kila alipokumbuka yote waliopitia yeye na Shin huyo, alijikuta anachuchumaa chini na kulia kwa uchungu. Gusunuo ambaye alikuwa anatoka darasani aliona hali yake na alimkaribia na kumuuliza kama ajisikii vizuri kwa upole. Alimsaidia kukaa kwenye benchi ili apumzike kidogo. Ingawa Gusunuo alionekana kuwa na huruma Kimoyomoyo alihisi furaha alipomwona Lidam akilia kwa kuwa sasa Lidam akumkataa kama alivyokuwa akifanya hapo awali. Wakati huo huo, Yesun alikuwa akipita na akawaona wakiwa pamoja. Alishangaa kwa nini Lidam alikuwa karibu sana na mtu aliyezaliwa mwaka wa Taiga. Kumbuka, Gusu Nuo naye alizaliwa mwaka wa Taiga. Kitu cha kwanza alichoshuku ni kwamba labda Shinu huyo amechukua jiwe lake la kichawi na ndo maana Lidam hajapata madhara yoyote. Kumbuka, Lidam alipokuwa akiguswa na mtu aliyezaliwa na mwaka wa Taiga alikuwa akipata maumivu tumboni. Sasa Yesun aliamua kwenda nyumbani kwa Shin Woo-yeo ili kuthibitisha kile alichokuwa kiisi na ni kweli, Shin Woo-yeo alikuwa amechukua jiwe la kichawi. Yesun alimkumbusha kuwa kama kweli alikusudia kuweka jiwe hilo ndani ya mwili wa Rida, hakupaswa kabisa kujihusisha kihisia na msichana huyo. Alimwambia kwamba sasa kwa kuwa ameachana na Rida, anapaswa kutafuta mtu mwingine iwe amwekee hilo jiwe la kichawi, na alitakiwa afanye hivyo haraka, maana muda wake unakaribia kuisha. Yesun pia alishangaa ni kwa nini Shin Woo-yeo hajafuta kumbukumbu za Rida. Lakini Shin Woo-yeo alijibu kwamba tayari amefuta kumbukumbu zote zinazomhusu. Yesu alianza kushuku kwamba huenda uchayo wa Shin Woo-yeo unaanza kudhoofika kwa sababu anakaribia kufikisha miaka elfu moja. Tukirudi tuone, anga lilianza kuwa la giza na mvua ikaanza kunyesha. Lee Dam alisikitika, alijiona kama mtu ambaye hana bahati kila sehemu, na sasa mvua inanyesha, hana hata mwamvuli. Ghafla mwamvuli ulionekana juu ya kichwa chake, alipoangalia nyuma, aliona ni Shin Woo-yeo huyo. Hakusema lolote bali alitoka chini ya mwamvuli. Shin Woo-yeo alimwita akamwambia kwamba mvua inanyesha na anapaswa kuuchukua mwamvuli huo, lakini Lee Dam alimuuliza ni kwa nini achukue mwamvuli wa mtu asiyemfahamu. Maneno hayo yalimuumiza sana Shin Woo-yeo. Tunahamia darasani, na leo profesa aliyekuwa akiwafundisha ni Shin Woo-yeo. Uwepo wake uliwavutia wanafunzi wengi wa kike, lakini Lee Dam hakufurahia kumuona. Baadaye walikutana tena ndani ya lifti na hali ilikuwa ya ajabu kwa sababu gusunuo naye alikuwa pale. Busunuo alimuuliza Lee Dam kama tayari amechagua tarehe ya chakula cha jioni walichopanga. Kabla Lidam hajajibu Gusunu alimuuliza tena kama jioni ya siku hiyo inafaa. Shinuyo alisikia yote lakini alikaa kimya. Kumbuka anampenda mwanamke huyu. Lakini ghafla lift ilitetemeka na wote wawili walimshika Lidam ili kumsaidia. Lidam alimwangalia Shinuyo akamsukuma mbali kisha akamshukuru Gusunu. Jambo hilo lilimfanya Shinuyo ajihisi vibaya. Walipotoka nje Gusunu alitumia fursa hiyo kumfuata Lidam ili kumweleza hisia zake lakini Lidam alimweleza kuwa hamtaki kwa sababu hana hisia naye kabisa pia walizungumzia ujumbe wa mwisho kuhusu chakula cha jioni. Sasa tunagundua kwamba siku iliyopita, Gusu Noa alipokuwa nyumbani alitaka kumtumia Lidam ujumbe wa kumfariji Lidam kwa sababu ya huzuni alizokuwepo nazo. Hata hivyo, kabla hajamaliza kuandika, dada yake mdogo alimnyang'anya simu na alimtumia Lidam ujumbe wa kimahaba. Lidam alipopokea ujumbe huo mdogo wake alikuwa karibu naye, na alipokuwa akifikiria ajibu nini, mdogo wake alimnyang'anya simu na kwa haraka alimjibu Gusu Noa akitumia stika ya kucheka. Gusunuo alifurahi sana kuona jibu hilo lisilotarajiwa. Salidam alimwambia Gusunu kuwa ujumbe alioona usiku uliopita si kweli na ni makosa aliofanya na mdogo wake. Pia aliongeza kuwa anampenda mtu mwingine na kwa hiyo hakuna nafasi ya wao kuwa pamoja. Gusu nuo alihuzunika sana kusikia hivyo. Gusu nuo alianza kufikiria kwa siri ni nani hasa nimvutia Lee Dam hadi kumfanya mkatae. Alipokuwa darasani alianza kumwangalia kwa umakini na aligundua kuwa Lee Dam alikuwa karibu zaidi na Jean na akabaki kujiuliza kimoyomoyo, huenda ridam anampenda Jin. Hali yo ilimfanya gusuno afikirie kuwa Jin ni mwenye nguvu zaidi kuliko yeye na huenda ndiye anayestahili kuwa mpenzi wa ridam. Wakati huo huo Shin woo yeo naye alikuwa akifundisha na aliona furaha ya ridam na Jin wakiwa pamoja. Mawazo yake yalifanana na yale ya gusuno. Baadaye gusuno aliporudi nyumbani, alimwonyesha dada yake picha ya Jin na kumuuliza kati yao wawili nani ni handsome na mwenye kuvutia zaidi ada yake baada ya kuitazama, no ni no, na na ya kuitazama ba ba, alisema Gusu nuo ni mwenye kuvutia zaidi. Alifurahishwa sana aaa, na alimpatia dada yake hela kidogo ya baadaye alijitazama akiwa na furaha moyoni ya kwamba bado ana mvuto wa kipekee. Upande wa pili Lee Dam alikuwa akinywa vinywaji na ili kutuliza huzuni yake baada ya kuachwa tena. Kama kawaida, baada ya kupiga vyombo vya kutosha ilibidi ambebe nyumbani. Mjiani Jin alianza ukimbia vyovyo na alijigonga kwenye gari lililokuwa limeegeshwa kanda ya e barabara. Ridam alishtushwa na mlio wa kioo kuvunjika, alienda haraka kumsaidia na kuanza kusafisha haraka, lakini ghafla aliona mtu wakitoka kwenye gari na hakuwa mwingine zaidi ya Hye-sun. Kabla hajatulia mtu mwingine alitoka ndani ya gari hilo na alikuwa ni Shin Woo-yeo. Hii ilimaanisha kwamba Shin Woo-yeo na Hye-sun walikuwa wakisafiri pamoja, jambo ambalo lilimshangaza sana Ridam. Sasa alipokuwa wakimnaniwa again Shinuyo alijaribu kumsaidia lakini libam alimkataa kwa ukali, akimwambia kwamba anaweza kujihudumia mwenyewe. alimwomba radhi kwa kusababisha uharibifu wa gari makaribi kulipia gharama za matengenezo. Siku iliyofuata kulikuwa na ziara ya kimasomo kwenda eneo la utafiti. Wakiwa safarini, Yesun alikaa pembeni ya Lidam, jambo lililomkumbusha Lidam tukio la usiku uliopita ambapo Shinuyo alikuwa pamoja na Yesun kwenye gari moja, indawa Yesun hakuwahi kuwa na hisia kwa shinuyo ibbah basi, nuo, zake, gym, kwa hivyo kwenye basi gusunu alitumia nafasi hiyo kumweleza Lee Dam hisia zake, lakini jim aliingilia kati na kumuuliza gusunu kama akili yake iko sawa na kwa nini alikuwa akimfuata akimfuatafuata Lee Dam kila mara. Wanaume hawa wawili walianza kubishana kwa hasira, lakini wakati wakibishana, Hyesun alikuwa akiwaangalia kwa mbali. Alimhurumia sana Shino Shin Woo-yeo sababu alitambua kwamba Shin Woo-yeo alimpenda Lee Dam, lakini lile jiwe la kichawi ndo liliwafanya watengane. Yesun alipiga picha na akamtumia Shin Woo-yeo, ikionyesha wale wawili wakimgombania Lee Dam. Shin Woo-yeo alipoiona picha aliamua kuchukua hatua isiyotegemeka. Alitazama picha hiyo na kunena uchawi, na sekunde iliyofuata Lee Dam alijikuta mbele yake, na kabla hajapata muda wa kuelewa kilichotokea, Shin Woo-yeo alimkaribia na kumshika uso kwa nguvu, kisha akaanza kumbusu. Lee Dam alipatwa na hisia na kajibu busu hilo kimahaba, lakini ghafla macho ya Shin Woo-yeo yalibadilika nandi Vitendo vyake vilianza kuwa vya kikatili. Lee Dam aligundua hilo na alimuhimiza aache, na alipoacha hali yake ilirudi kuwa ya kawaida. Hali hiyo ilimkumbusha Shin Woo-yeo maneno aliyowahi kuambiwa na Yesuni, kwamba umio anapofikia hatua ya kubadilika na kuwa binadamu huhitaji kiimi cha mwanadamu na si kwa upole bali kwa asira Maapo, na hapo alitambua hatari iliyopo na alimfata Yesuni kuomba msaada wa kudhibiti hali hiyo. Yasun alimweleza kwamba suluhisho pekee ni asigusane na Lidam kamwe. Shin Woo-yeo aliposikia suluhisho hilo hakuwa na neno, japo alifahamu kuwa ni ngumu sana kujiweka mbali na Lida. Siku iliyofuata, Ridam alirubi nyamba na akiwa anacheza kwa aibu ati akumbuka yale mabusu, alijihisi mwenye furaha na kuchanganyikiwa kwa wakati mmoja. Kwa upande mwingine, Shin Woo-yeo alianza kujisikia kizunguzungu na kuona giza. Alishindwa kuelewa ni nini kilikuwa kinamtokea na akaamua kulala apumzike. Darasani, Ridam alijulishwa kuwa profesa hataingia kwa sababu alikuwa na anaumwa. Alishtuka na kwenda moja kwa moja kwenye ofisi ya Shin Woo-yeo ambako alimkuta akiwa mdhaifu. Alipomkaribia, alimwita kwa jina lake na alipoangalia uso wake, macho ya Ridam yalikuwa ya kuvutia kiasi kwamba Shin Woo-yeo alihisi hamu isiyozuilika na kumvuta Ridam. Lakini kabla hajafanya jambo lolote, hali yake ilirudi katika hali ya kawaida yaani ile hali ya uchovu iliondoka. Wanakasama alimwambia Ridam aondoke. Wakati huo huo Yesu naye alinjia ofisini, na alipoona hali hiyo alimfuta Ridam kutoka nje ya ofisi. Ridham alimelanitia Yesun akisema kuwa anajua kuwa yeye pia alikuwa ni gumiho na anataza kuelewa kinachomtukia profesa. Yesun alimwambia kuwa hata akimweleza binadamu hawawezi kuelewa. Baadaye siku hiyo, Ridam alipokuwa njiani alikutana na ngusunuo. Usunuo alimtania kuwa amepungua sana uzito. Ridham alipigwa na butwaa, na aliporudi nyumbani akaamua kujipima uzito Alishangaa kugundua kuwa alikuwa amepungua kilo kumi. Hapo ndipo alipotambua kuwa mabo ile ilikuwa ikinyonya nguvu zake. Alikumbuka maneno ya onyo kutoka kwa Shin Woo-yeo kuwa baada ya kuchukua mabo yake bao atakuwa na njaa iwapo watakuwa karibu, akamnyonya tena nguvu. Kwa hofu, alipiga simu kwa Shin Woo-yeo na kumwambia kwamba alikuwa sahihi na ni lazima wakae mbali hadi suluhisho lipatikane. Ingawa Shin Woo-yeo aliumizwa sana na uamuzi huo, lakini alificha hisia zake na siku lofata alipokuwa akiingia chuoni alikungiwa kuwa kuna mtu nyuma yake. Alipogeuka, mwanaume mmoja alikuwa amesimama akimtazama kwa makini, kisha lipstick akamkabidhi aliyokuwa amedondosha. Alimuuliza alijuaje kuwa ilikuwa yaka m akamjibu kuwa anafuatilia kila anachofanya a h ilimfanya ama awe na wasiwasi, lakini nakujua kuwa mwanaume huyo hakuwa akimfuatilia yeye tu, alikuwa akimfuatilia Shin Woo-yeo pia. Kwa upande mwingine Shino huyo pia alihisi uwepo wa nguvu hatari, na ilikuwa ni mungu wa milima ambaye aliwafunga lidamnagusu nuo kwa kamba nyekundu lbit inayoashiria hatima yao, hivyo waliokusudiwa kuwa pamoja. Engulu hakutaka lida na Shino huyo wao pamoja, na hivyo alitengeneza mazingira ya lidamnagusu nuo ndo wao pamoja. Sasa ukweli ni kwamba miungu wa milima walikuwa na uwezo wa kuamua hatima ya mapenzi kati ya binadamu, yaani huyu atapendana na huyu au huyu na huyu na ndio maana ya ile kamba nyekundu , lakini hawakuweza kuingilia mahusiano kati ya gumiho na binadamu. Kabla ya shino huo hajachukua hatua, mungu huyo alituweka na kumwacha akiwa na mawazo mazito kuhusu hatima yake. Wakati huo huo, maisha ya gusuno alibadilika ghafla pale baba yake alipomianana kadi yake ya benki kwa kosa la kutumia pesa ovyoovyo. Sasa gusuno aliamua kwenda kwa mjomba wake, anamiliki duka la sabwe ili kuomba msaada, lakini mjomba huyu aligoma kumsaidia. Hata hivyo, alipoona wateja wakimwangalia busu noko kuvutiwa kutokana na masuala yake, alibadilisha mawazo na kuamua kumweka kazini. Ingawa busu noko hakupenda kazi hiyo, alikubali kwa sababu alipenda pato. Kuanzia hapo alianza kufanya kazi pale, tepokuwa haikuwa aina ya kazi aliyowahi kuitarajia. Wakati huo ile kamba nyekundu ya hatima iliyofungwa kwenye chigoli cha busu ilivutwa kwa nguvu na ilikuwa ni Lee Dam aliyekuwa anaingia dukani palepale kuomba kazi. Kumbuka p kamba alilekiwa na yule myongo wa milima na hivyo iliwafanya wale karibu zaidi. Gusono alijikaza na kumwambia mjomba wake kwamba lazima mwanidi Lee Dam. Mjomba alielewa chap kwa haraka, wenda hawa watakuwa wapenzi na alikubali. Kwa pande ya pili, Shin Woo alikuwa maa na hofu kuhusu maana ya lile kamba nyekundu. Hye-sun alimweleza kuwa mwanaume na mwanamke wanaofungwa na kamba hiyo huwa na hatima ya kupendana na kuwa wote. Shin Woo alipagawa kusikia hivyo, maana anajua Lee Dam kaunganishwa na gusuno na anampenda Lee Dam, na aliapa kuvunja uhusiano huo. Jioni ilipofika dayasa roto lilienda kula pamoja. Wakiwa huko husu no aliwangia ribiam anye kwa kiasi, jambo liliwafanya wasichana walioketi karibu kudhani kuwa wawili hao walikuwa wapenzi. Ribiam alikamusha na kusisitiza kuwa yeye tayari anaye mpenzi. Husu no aliposikia hivyo tena, aliumia na aliamua kunywa zaidi ili kuficha maumivu yake. Walipokuwa wanatoka, husu no bado aliomesha kumliari libyam, lakini dafla alipaka na maumivu makali ya kichwa. Alimsii al makini lakini, akiwa anaondoka, ile kamba nyekundu ilimrudisha haraka kwa gusunuo. Lidam airudi na kumuuliza kama anahitaji msaada kuita teksi. Kwa hisia gusu nuo alijigeneza kwake na kumkumbatia, lakini wakati yale yote yakiendelea, Shinuyo alikuwa akilatezama kwa mbali. Sasa wakati Lidam alipokuwa akimsaidia gusu nuo wa kuingia kwenye teksi, Shinuyo alifika kwa haraka na kumvuta Lidam kutoka mikononi mwa gusu nuo kisha alifunga mlango wa teksi kwa nguvu ili kumzoea stoke hili. Kamba nyekundu bado ilikuwepo, jambo lilomkera sana Shin Woo-yeo. Siku iliyofuata Lee Dam aliingia kazini, Shin Woo-yeo alimpigia simu kuuliza hali yake na kupendekeza apite kumchukua pale kazi itakapomalizika, lakini Lee Dam alimtazama gusunuo, ambaye sasa alikuwa mfanyakazi mwenzake, makakatapo haraka akisema ataenda nyumbani mwenyewe. Yama aliumia sarman, kwa nini binti anamkataa kila mara? Kazi ilipomalizika, Woo Yeo alimsogelea Dam na kumuuliza kama anahitaji usafiri. Dam alikataa, lakini alisisitiza kuwa kuna jambo la kikazi angetaka kuzungumza naye. Dam alikubali. walipokuwa wakikendea pamoja, Shin Woo Yeo alikuwa anamtazama kwa masikitiko kutoka mbali. Tulia nyumbani, alipanga kuzungumza na Dam kuhusu siku yake kazini, lakini ghafla umeme ukakatika. Dam alipojaribu kusogea mbele, ghafla aliteleza na kuangukia moja kwa moja kwenye mikono ya Shin Woo Yeo na hapo ndipo ile mabo ilitoka kwenye mdomo wa Shin Woo-yeo na kundia moja kwa moja kwenye mdomo wa Lee Dam. Kumbuka hii ni mara ya pili jambo hili linatokea. Shin Woo-yeo alishtuka na hakujua la kufanya, alimwambia afumbe macho ili aweze kuitoa mabo hiyo na kuirudisha kwake, jambo lilopelekea wakaribiane zaidi. So, sasa baadaye Lee Dam alieleza kuwa yao ya kufanya kazi pamoja na Gusunwoo ilikuwa ni matokeo ya hatma, lakini pia Shin Woo-yeo alimweleza Lee Dam ukweli kuwa Mungu wa milima ndiye aliyefunga ile kamba nyekundu ya baina yake na Gusunwoo. Bana, leo tumeishia hapo, ni sehemu ya tatu, sehemu ya tatu, sehemu ya tatu. Na jambo jema ni kwamba sehemu ya nne, basi ndotoko, tunamaliza sizoni yetu ya My Roommate Is a Gumiho. As, si usiache kusubscribe, lakini kuwa sambamba e...